Shalom. Sasa leo nitakutajia sababu kubwa tano ya kwamba kwa nini unaota ndoto nzuri lakini maisha yako yanazidi kuwa mabaya. Yawezekana umekuwa ukifuatia tafsiri nyingi za ndoto ama umekuwa ukiota ndoto nzuri sana na ndoto za kutia matumaini lakini kwa kadiri unavyozidi kuota ndoto nzuri na zinazotia matumaini ndivyo maisha yako yanazidi kuwa mabaya na umekuwa ukijiuliza kwa nini? Leo nitakuja kukuambia kwamba kwa nini unaota ndoto nzuri lakini maisha yako yanazidi kuwa mabaya. Na muda mwingine unakuta ndoto hizi ambazo ni nzuri hazitimii lakini ndoto ambazo ni mbaya ndo zinatimia kwenye maisha yako. Ukiota vizuri haiji kutokea lakini ukiota vibaya inatokea. Ukiota msiba inatokea lakini ukiota unafunga harusi haitokei. Ukiota msiba inatokea lakini ukiota una biashara kubwa haitokei. Ni kitu gani unachotakiwa kufanya basi ili ndoto unazoziota zifanane na maisha yako ulionayo? Yaani, kama kule kwenye ndoto unaota ukiwa ni tajiri kwenye ndoto na watu wakiwa na miliki vitu vikubwa, basi hata katika ulimwengu wa kimwili uwe na miliki vitu vikubwa kweli, kwa sababu watu wengi sana wakiwa kwenye ndoto wanaota vitu vikubwa vya ajabu. Wengine wanaota wameolewa, wengine wanaota wana watoto, wengine wanaota wanamiliki mali, wengine wanaota wanamiliki utajiri, wengine wanaota wanamiliki biashara kubwa, lakini kipindi wanachoamka asubuhi ndivyo hali inavyozidi kuwa mbaya. Yani zile ndoto badala ya kuleta baraka kwenye maisha yao, basi ni kama zimekuja kuongeza ugumu kwenye maisha yao. Nitakwambia ni kwa nini leo, kwa sababu wengi sana, vitu ambavyo tunaviota kwenye ndoto tunavipata ndivyo vitu ambavyo tunavihitaji kwenye maisha ya kawaida. Sasa navyoenda kutajia sababu ya kwanza kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Sasa sababu kubwa ya kwanza ni kutokuzitafsiri ndoto zako kwa usahihi. Unajua ndoto unaweza kuwa umeota, kwa mfano, unakula chakula kizuri, na ile ndoto ikawa inamaanisha kwamba kuna baraka nzuri ambayo inakuja kwenye maisha yako, lakini ukitafsiri ndoto kama laana na ukaingia kwenye maombi na ukaanza kuvunja, baada ya kumshukuru Mungu, ile ndoto haiwezi katimia. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu umejifukuzia baraka zako mwenyewe. Watu wanaota ndoto nzuri kweli, watu wanaota ndoto za maana, lakini wanachokuja kukifanya, wanakemea ndoto zenye tafsiri nzuri na zenye tafsiri mbaya wanaziacha. Mtu anaweza akawa alilala akaota kuna mtu anamvalisha pete ama anafunga ndoa, kwa vile asivyojua tafsiri vizuri za ndoto, amekalia kwamba kila napoota ndoto za kufunga harusi basi ni jini mahaba, anaanza kukemea ile ndoto, anaanza kufukuza jini mahaba bila kujua kwamba ndoto ile ilikuwa inamaanisha kwamba yeye anakwenda kupokea baraka ya ndoa. Sasa baada ya kupokea ile baraka, anajikuta kwamba anaifukuza ile baraka badala ya kuishukuru ile ndoto kwamba, Mungu asante, umenipa baraka njema amenipa kitu kizuri. Huyu mtu anaanza kufukuza baraka bila yeye kujua kwenye maisha yake kwamba anafukuza baraka ya ndoa. Kwa hiyo unajikuta kwamba kile kitu kizuri hakiji kwenye maisha yako. Ile baraka nzuri haiji kwenye maisha yako. Na hali hii imewafanya watu wengi wakiota ndoto mbaya zinatimia, ndoto nzuri hazitimii. Ninapokwenda kuonyesha sababu ya pili ya kwamba kwa nini unaota ndoto nzuri lakini maisha yako yanazidi kuwa mabaya. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sababu ya pili ni kazi na bado lakini hauchukui hatua yoyote, Kani ndoto ya baraka kweli, unaweza kuwa unaota unafunga ndoa unafunga harusi kila siku unapokuwa umelala unaota unafunga harusi kila siku, unapokuwa umelala unaota unafunga ndoa. Wewe unasema jamani, kila siku ninaota ndoto hii. No, hiyo ndoto maana yake haujaishughulikia. Labda ndoto ile ilikuwa inahitaji wewe uweze kufunga, uweze kuiombea ili iweze kuja kutimia, lakini kwa sababu wewe hujafunga, unaomba kawaida, unajikuta kwamba baraka ile unapisha nayo, baraka ile haiji. Inakuwa kadiri unapokuwa unaota unaolewa, ndivyo kadiri mahusiano yako yanavyozidi kuvunjika, kwa sababu kuna hatua ilikuwa inatakiwa ichukuliwe, kuna jambo lilikuwa linatakiwa lifanyike katika ulimwengu wa kiroho, lakini wewe bado hujalifanya mpaka leo. Ha kujirudiarudia kwa, kwa ndoto sio kitu ambacho ni kizuri sana kwa sababu mara nyingi sana inakuwa inaonyesha kwamba ndoto ile bado haujaishughulikia, ule ujumbe ambao uko ndani ya ndoto bado haujaweza kushughulikia. Hata kama ni ujumbe wa baraka, basi ingia kwenye maombi ya kufunga ama maombi ya kushukuru, ili ndoto ile iweze kutimia kwenye maisha. Iombe hiyo ndoto ama chukua hatua ya kiroho ambayo inahitajika kuweza kuchukua ili ndoto hiyo iweze kuja kutimia kwenye maisha yako na ndio maana nimekuambia kama mwisho wa video hii, kwa sababu mwisho wa video hii nitakuonyesha ni kitu gani cha kufanya ukiota ndoto ili ndoto ile iweze kutimia kwenye maisha yako. Sasa sababu kubwa ya tatu ni kutokuomba baada ya ndoto . Kuna mtu ameota ndoto nzuri na baada ya kuamka anafurahi tu anaachia po hapo no. Unapoota ndoto nzuri, inahitaji uweze kuziombea ulinzi na uweze kuzifunika zile ndoto kwa ulinzi wa kimungu na kwa damu ya Yesu. Unapokuwa unaota ndoto nzuri wa kiroho wanaona kuna baraka ambayo Mungu anataka kuachia kwenye maisha yako, wakiona wanaweza kaja kuichukua ama wanaweza wakaja wakaizuia, ama kama kuna ndoto zingine mbaya inatakiwa uweze kuziombea kabisa kwamba zisije kutokea na siweze kutimia kwenye maisha yako. Wewe ukiamka asubuhi unasema, eh, afadhali nilikuwa nimeamka. Unasema, eh, afadhali ile ndoto ilikuwa sio kweli, ile ndoto ingekuwa ni kweli, ile ndoto ilikuwa ni mbaya sana, nimeota mzazi wangu anakufa, nimeota mama watoto wangu au baba watoto wangu anakufa au mpata ajali. Eh, afadhali ilikuwa tu ni ndoto tu, wewe unaishia tu kufurahi kwa sababu ilikuwa ni ndoto na ilikuwa sio kitu halisi, kumbe hicho kitu kimeshaanzia katika ulimwengu wa kiroho tayari na hivyo kinaenda kuja kutokea kwenye ulimwengu wa kimwili. Ndoto ile ilikuja kuonyesha kwamba anza kuombea ulinzi ndoto hiyo, anza kumwombea ulinzi mke wako, anza kumwombea ulinzi mume wako, anza kumwombea ulinzi mzazi mwenzako, anza kumwombea ulinzi mzazi wako, na hivyo, Mungu, timia, nzuri, kwa sababu kuna jambo baya ambalo shetani amelipanga na inakubariki basi unaweza kulike pale ulipo. Sababu ya nne ni kuto kujifunza maandiko yanayohusiana na ndoto husika ambayo umeiota. Kwa sababu usipojifunza maandiko yanayohusiana na ndoto ambayo umeiota, hauwezi ukaomba kwa usahihi. Utakuwa unaomba juu juu tu. Utakuwa unaomba bila kujua mistari ipi ambao unatakiwa kuisimamia. Inatakiwa ujue kama kupitia ndoto hii ni kifungu kipi ambacho unatakiwa kusimamia. Kupitia ndoto hii ambayo nimeota ni maandiko ni yapi ambayo unatakiwa ni yasimamie basi. Na unaposhika yale maandiko na unapokuwa unayakoti, unapokuwa unanukuu na unaingia kwenye maombi ambayo yanahusiana na hiyo ndoto, unajikuta kwamba ni rahisi sana ndoto ile kuja kutimia kwenye maisha yako. Unakuwa unaitengenezea mazingira ndoto ile kuja kutimia kwa urahisi zaidi. Lakini kama hautafuti maandiko ambayo yanahusiana na ndoto, unaingia kwenye maombi unaomba nini? Utamkumbusha Mungu kuhusiana na nini? Utamwambia Mungu kuhusiana na nini? Utasema kitu gani ambacho kinahusiana na hiyo ndoto? Huwezi, unakuwa hauna cha kuongea, unakuwa hauna hoja iliyo na nguvu mbele za Mungu ya kumshawishi yeye aweze kutimiza kile alicho sema kupitia ndoto yako. Na ndio maana nimekwambia kama mpaka video hii, kwa sababu mwisho nitakwambia kwamba ni kitu gani unachotakiwa kufanya ili ndoto zako ziweze kuendana na maisha ambayo uko nayo sasa. Sababu kubwa ya tano ni kukosa kufuta ndoto mbaya zilizojificha ndani ya ndoto nzuri. Inaomba nisikize kwa makini sasa. Hapa kuna ndoto zingine zinaonekana ni nzuri, lakini kumbe tafsiri yake ni mbaya kupita maelezo. Kuna mtu mwingine unaweza kaa uko ndani ya ndoto ukaota kwamba kuna kaka amekuja kuchumbia, na kaka yule ndo yule ambayo uko naye kwenye mahusiano, kumbe ndoto ile imekuja kwa ajili ya kupotosha, kwa sababu kuna ndoto ambazo zinatoka katika ufalme wa giza na hazitoki katika ufalme wa nuru. Kuna ndoto zingine zinazotoka kwa shetani na hazitoki kwa Mungu. Ndoto inaweza ikawa inatoka kwa shetani, ukajua inatoka kwa Mungu, ikakuonyesha mtu ambaye ni mzuri kwamba ni mbaya, na mtu ambaye ni mbaya ikakuonyesha kwamba ni mzuri. Kwa mfano, kuna watu wengi wanateseka siku ya leo kwenye ndoa, na ukiwauliza kwa nini wanateseka kwenye ndoa, nakwambia, mtumishi wa Mungu, huyu mtu ndiye niliyemwona kwenye ndoto, nilimwona kabisa ni kwamba Mungu amenionyesha kwamba mtu huyo ni mtu sahihi kwangu, mtu huyu anaweza kaja kutengeneza naye familia, lakini sasa hivi amebadilika ghafla. No, shida ilikuwa kwenye ndoto, shida ni kwamba ndoto yako ilikuwa ni mbaya, lakini ilikuwa imejificha katika hali ya uzuri. Kwani haujasoma kwenye maandiko matakatifu ya kwamba shetani ni malaika wa giza, lakini kuna muda huwa anakuja kama malaika wa nuru? Na hili linatokana, watu wengi mnakosea, mna tafuta watafsiri wa ndoto ambao hawana roho wa Mungu, yaani mtu anatafsiri kwa mazoea, mtu anatafsiri sana sana Google inavyomwambia, sio kutokana na roho wa Mungu ambapo anamsukuma au anamspire kuweza kutafsiri. Nisikilize, ndoto hazitafsiri na Google, ndoto hazitafsiri na ChatGPT. Kwa sababu ndoto ni sehemu ya unabii. Yaani mtu anaweza kutoa tafsiri ya ndoto anatakiwa awe anaweza kutabiria pia. Kwa sababu ndoto ni sehemu ya kinabii. Ndoto inagusa maisha yako moja kwa moja. Kwa hiyo mtu anaweza kufumbua mafumbo ambayo yako ndani ya ndoto. Huyu mtu anatakiwa awe pia anaweza kutabiri. Lakini kama ni tofauti ujue kwamba mtu huyu ana tafsiri ya ndoto katika hali ya mazoea na atakupoteza kwenye hizo tafsiri za ndoto ambazo anakupa siku ya leo. Sasa ni kitu gani unachotakiwa kufanya? Kama unaota ndoto nzuri lakini maisha yako ni mabaya, utafanya mambo haya makubwa mawili ambayo nitakwambia siku ya leo. Sasa jambo la kwanza inatakiwa uweze kujua tafsiri ya ndoto, ili kuweza kujua inataka kitu gani. Kama ni ndoto ambayo ni nzuri, unabidi ukiingia kwenye maombi yako uingie kwenye maombi ya kushukuru na sio maombi ya kukemea. Lakini kama ndoto ni mbaya, basi inatakiwa ukiingia kwenye maombi uweze kuisabatisha na kuweza kukemea hiyo ndoto. Lakini maamuzi yote haya makubwa mawili, aidha uweze kukemea ndoto ama uweze kushukuru kwa ajili ya ndoto, yatategemeana na tafsiri ya ndoto ambayo umeweza kuipata. Jambo la pili la kufanya, unapokwenda kulala, hakikisha unaomba maombi ya kumwambia Mungu, ninaomba uongee na mimi usiku wa leo katika lugha ya rahisi ambayo ninaweza nikaelewa kwa urahisi zaidi. Unaweza ukamtafuta mtu ambaye anaweza kutafsiri ndoto kwa muda huo usimpate kwa haraka, lakini unapomwambia kwamba Mungu aongee nawe kwa lugha rahisi, kuna baadhi ya ndoto unaweza ukazitafsiri mwenyewe na ukaingia kwenye maombi kwa haraka sana, kwa sababu kuna baadhi ya ndoto ambazo zimefungwa katika muda, yaani muda ukishaisha maana ile ndoto haiwezi kusaidia tena. Ndio maana kuna mtu mwingine mingine, ulipokuwa melala usiku ulimotea amepata ajali lakini ulipoamka asubuhi, katika harakati za kuendelea kutafuta tafsiri ya ndoto ukakuta mpaka siku inapita siku nzima, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mtu huyo anakuja kupata ajali kweli, na bado ndoto ile ukoje kushughulikia. Kumbe ungeweza kushughulikia ndoto ile kabla siku ya tatu haijafika, mtu yule asingeweza kuwa amekufa na ungekuwa umeweza kunusuru maisha ya yule mtu. Na kama uko na ndoto ambayo haujui tafsiri yake, basi andika kwenye comment section pale na nitakujibu mara moja na kama una shida binafsi, basi utatupigia kupitia namba yetu ya simu ambayo inaonekana upande wako wa kulia wa chini wa skrini yako. Na pia nipende kukaribisha kwenye kongamano ambayo itafanyika tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka 2025, litaanzia saa 8 kamili mchana na kuendelea. Mahala ni Mbezi Shule kwenye ukumbi wa White Palace itakuwa ni kongamano kubwa sana ya tafsiri za ndoto na utatuzi wa changamoto mbalimbali unazozipata kuhusiana na ndoto. Unaota huko shuleni, unaota huko kijijini, na umekuwa ukijiombea kwa muda mrefu sana, lakini ndoto hizo hazikuachi. Njoo siku hiyo, kwa sababu utakutana mimi mwenyewe, nitakuwekea mkono live na Mungu wa mbinguni atakufungua na atakusaidia. Ama wewe ni mgonjwa, ama unahitaji unabii, ama unahitaji kuweza kuombewa. Njoo tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi na mbili, nitakuombea na Mungu wa mbinguni atakusaidia na pia usikose kuhudhuria kwenye ibada zetu zinazofanyika hapa hapa live YouTube, kila siku saa tatu kamili usiku mpaka saa tano kamili usiku, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu ili kipindi nacho kuletea mafundisho mapya, basi